Agoi oh! Daniel Madata, matokea ya Simba, kusema kweli, siku ya leo sijui nisemaje, yani sijui niongeaje, nimeapokea kwa furaha mno, naipenda Simba mno Jamani, kusema kweli, Simba namshukuru Mungu, tumefuzu kwa fainali, na mwaka huu ubingwa, atuchukue ubingwa kwetu, yaani Simba safari ya chochote kwenye shirikisho mwanzo mwisho, yani wabane waachie, wabane waachie. Simba safari tumeamua yani, swala la udaya udoya ndo limeenda kama. Leo Mungu amesaidia tumefuzu hadi fainali. Au wanaokuja au wanaokuja wajiandae na laku nahakiakoo naudi mjini Shamba. Nimeapokea matokeo haya kwa furaha na nilikuwa na imani kama tutafika fainali. Baada ya ule mchezo wa kwanza uliofanyika Zanzibar, timu ilicheza vizuri na of course, pongezi nyingi ziende kwa kocha wetu Fadlu, ndio amekuwa masa wa, wa, wa, wa timu yetu mpaka hapa sasa hivi ilivyofikia, na hapa kama tawi la Simba kama tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye fainali. Sasa ambayo itafanyika nadhani itakuwa uwanja wa, wa, wa, wa Mkapa baada ya mechi ile ya kwanza itakayofanyika ya kwa mmoja kati ya yule atakayepita Leo probably nadhani anaweza akawa receiver Kane, kwa hiyo tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kuipa team support na na na, na, na hatimaye tutachukua ubingwa huu wa kombe la, la, la, la Shirikisho kutoka hapa manispaa ya Kahama ndani.